Hata mafuta sipati, yani nim... kuoga maji hapo, ee. Mbona ongea mwenyewe? Ah. Bwana huku kijijini bwana, maji huku tu bwana, anachezea ng'ombe yani hmm. Mtuna, tunaoga hiyo hiyo. Shida nini upele? Ah, shida sio upele, shida hmm. Sisi tunakaa tunaoga, tunaoga hmm. Maji maji tunayooga hmm. kama yametiwa chokaa uh maji unaona, miguu yote imepauka imekuwa kama majivu sasa. Sikiliza nikwambie, mzee wangu, mafuta huku shida, eh. Mimi nataka hizo shida zote ziishe. Nasikia mzee wangu, mimi ngoja nikufanyia surprise. Nataka nikufanyia surprise ambayo ni nzuri sana. Unifanyie surprise? Najua mimi jana ni sikutaka nikufanyia surprise, kwanza niende nilale, nikiamka asubuhi. Mhm. Mzee nataka nimfanyie surprise, nataka unifanyie surprise, unaosema nzuri kabisa. Haya, yeah. Surprise gani mzee wangu bwana? uh -huh. Kutokana na shida ambazo zinatupata eh. uh -huh. Nimefanya mipango yangu na akusanya hela kidogo kidogo, hizo vibarua ambavyo nilikuwa nazifanya kule huku na uh huku, naweka kwenye kibubu sasa, nimeona kaela kangu kidogo kameongezeka. uh -huh. uh -huh. Bomoa jana nimeenda kununua pikipiki mzee wangu, kununua pikipiki kwa maana hiyo nataka kuniambia, ulikuwa unaweka akiba? Ulikuwa unaweka mwenyewe ndani? Hey, kidogo kidogo, lakini nilikuwa sijakwambia. Nikasema mzee wangu nimfanyie surprise. Sasa nimeinunua jana, sasa hivi nataka niende nikaifuate pale kwa jirani yangu, maana nijua nikileta jana nitakushtua. Ukisema unanishangaza unanishangaza kweli, maana unavyosema umenunua pikipiki. Ndio ushanishangaza shanishangaza, wewe ununue pikipiki kwa hela gani? Au mwenzetu ushakuwa jambazi? Jambazi wapi wa mzee wangu, na maana mwana, uniamini, unijui vizuri kweli? Hivi bei ya pikipiki unaijua we mzee wangu? Sasa una, unataka uamini? Yeah, nipe dakika mm hii. -Hmm. mm -hmm. Asa dakika mbili, pikipiki unaenda kuokota, si ndio? Nakwambia ndio. Umeiweka wapi? Umekuja mwenyewe uja tangu jana, siko pale kwa jirani yangu mimi. Sikuelewi kama maana yake. Narudi na pikipiki? Pikipiki si unajua ina miguu mtaili. Kwa hiyo bado iko dukani, ndio naifuata kwa dukani kwa jirani yangu. Wewe nipe dakika mbili na kuja sasa hivi. Naona mzee wangu kama vile uniamini. Haya, nenda wewe, nenda kaombe, sema nikija hapa useme nimeomba pikipiki hapa hii. Haya, nakwenda mzee. Haya. Wewe unaenda kwa zima pikipiki ya mtu, uletea useme mmenunua pikipiki. Nakuja. Nakuja. Haya. Haya. Unanifanya mimi sina akili eh? Nenda tuone. Ama kweli mepata pikipiki tashukuru, kama ngopea na kuongopa, si piki piki ya kwako, lakini ukiniongopea najua unataka kuongopa. Sijui unasema nafuata pikipiki basi. Alipoenda huko anataka kujifanya anaenda pikipiki. Mimi naona yule leo una shida, anataka kuja nimdhamini kule, nimpeke kwa mzee mkwaju kule, aende nikamdhamini. Anaongopa na pikipiki piki. Ngoja aje nione Chuma nimekwisha kuambia, baba mzee, baba wangu, kuwa na amani sasa. Chuma nikiona wewe unanibishia mimi nasema hivi. Kwanza wote tuseme alhamdulillah, alhamdulillah la na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu hmm. Kweli umepata. Mepata, mzee umepata, mzee wangu kweli umepata. Ndio wewe, si ulikuwa unanibishia mimi. Babangu ndio mzee wangu, kwanza nashukuru mm. Kama kweli ya kwako ndio umeinunua, lakini je, umeipata mataji mzee wangu, mimi nimekwambia kwamba nimejichanga mdogo mdogo Sawa, mm hii -hmm. Sikutaka nikwambie kwa sababu nilijua labda unaweza ukasema, ee, tushauriane kufanya kitu hiki, lakini nimetafuta, nime hela nime pa kwa ajili ya kununua kitu ambacho kitakuwa na hela mwendelezo. Leo nimetafuta elfu kumi, elfu ishirini, elfu kumi. Umeona, pia nimewaza hapa jinsi palivyo, tuweze kupaendeleza. Kwa hiyo nimeona kwamba nifanye kitu cha namna hii, tuweze kujinua kimaisha. Kwanza mimi nasemaje? sawa kwa usiri wako leufani ndio, leo umekuja kuniambia mwenyewe. Umenambia, menambia, unanifanyia surprise, maana yake mshangazo. Sasa mimi nashukuru kwa surprise yako. Sasa mi nashukuru Mungu na vile vile vile. mm. kama kweli hiyo pikipiki mwanangu mm. umenunua ah. mimi hmm. hmm. nasema hivi hmm. Kama ni kwako, mimi nashukuru sawa, isipokuwa sasa Ndiyo. cha kufanya hmm. nakuombea Mungu akujalie, amina, amina, enda kwa kaka yako mjini, sawa sawa, najua, fanya kazi Ndiyo. weka mia mia mbili mia mbili, lakini kikubwa hmm. mimi nakusisitiza, lakini usinajua vizuri mzee wao usisahau kulipa hela ya watu. Unakumbuka mzee Dura kule, kuna kuku tumechukua yule tu, mboga tuliofanya siku ile, namkumbuka sana. Sasa hela ya watu usisahau, mwenyewe ananidai shilingi 7000 yake, tena ndio itakuwa mwanzo kabisa. E. E. kwanza tulipe hela ya kuku ya 7000 yake. Mm. tukimaliza hapo mm, wewe endelea maisha yako mjini vizuri mm. Lakini sasa mm, usije tena ukapata pikipiki tena, kuna abiria au wengine wanakaa nyuma alafu mm. anakushika hivi ah. ukifanya tu Mm. Oh. <laughs> shida. ashala ushaa Alafu mm. nenda kafanye kazi mm. Basi na mimi ukipata 200 mia mbili natuma hapa. So. mimi angalau tupata vitofali viwili vitatu mm. naweka pale so, so. kwa muza tofali mm. tukipata tofali zetu 200 300. mia tatu mm. basi baba mm. Unakwambia una fundi huko, lakini unanunua simenti uko moja sawa, so, tunajenga hata yule nani binamu yako yule, so, juma yule Juma naye fundi. Ukipata kiela nikijua, hii Juma akija hapa na kaa siku mbili siku tatu, na Juma anakupenda huku, so, so. wakutega ndege yule, yeah. anapenda simona makamo yale amna <laughs> so, so. um, mimi hapa mzee wangu yeah. nimejipanga na nitafanya kazi Nasiwezi nikakusaliti mzee. Basi mimi nashukuru Mungu. Nipe baraka zangu. Nakuombea mimi baraka, nakuombea, nakupa baraka zote. Sawa. Ndio, ndio. Mimi mwanangu. Amen nakuombea dua kidogo ili Mwenyezi Mungu ndio akujalie. Sawa sawa. Ee Mwenyezi Mungu, naomba mjalie huyu kijana Amin. Aende kule nyumbani akaishi vizuri na kaka zake, akaishi vizuri na ndugu zake, amjalie, amwondolee uzito, amwekewe wepesi, jambo zito kwake liwe wepesi, muondoshee mitihani, umjalie apate abiria Amin. Kwa heli Amin. na asigombane na mtu Mina na nijue kwamba kule kuna baba Amin. na ajue kwamba kule tunataka kufanya nini mwanangu. Amin. Amin. na baba yangu, basi mi nakuombea mwanangu, kafanye kazi. Ndiyo. uepushe uepushe kama ukiona kuna mtu anakuja kupata. Amin. basi kaa naye mbali, ugomvi hautafuti, ugomvi na kukuta bahati mbaya. mi nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah ya Rabina, nenda sana, lakini baba, mm. nakuomba kitu kimoja, mrudishe. mm. basi mama yangu mm. Nimrudishe mama, mrudishe mwana. Maswala ugomvi yaisho. Ile nikipata chochote, tuwezi <laughs> kula wote. Makosa wa, nasema kweli <laughs> akubali. <laughs> Yeah, kubali kurudi. Sasa wewe fanya mpango asirudi, lakini Alak. mimi najua. Sikiliza mzee, mm. kisha kutumia kama elfu kumi kimpoza na arudi. Inajua mtuasha <laughs> yule si mama yako? mm. kwanza ukitoka hapa eh. Basi wewe mm. eh? Mimi nitafanya kama hujakuja kwangu, ndio kamwambia mama eh. Yeah. Mimi nimekuja kwa ulenzi, sijapiga hizo mlionana eh. Yeah. Umsikilie atasemaje <laughs> alafu wewe unapata akili tu, anaambia mama eh. Yeah. Mimi naenda kwa baba, ndio mimi sasa nimepata kitu kim kitu cha kufanya tu ili ni hela. Sasa kukutumia hela wewe nimtumie baba ah. Sibu sina baba ataniambia na matatizo tutamtumia baba au na matatizo nitashindwa kukutumia sasa, sasa, sasa. Mimi nimekuelewa, mimi nitalimaliza, niachie hii sasa hapa kuna mzigo wako ule. Eh. Haya, baba chukua nenda, na mimi nasema nenda salama baba. Amina. Nenda salama, Mwenyezi Mungu akutangulie mbele. Sasa. Eh. Panga langu huko. Panga lako limebaki. Umeliona sasa hivi. Umeliona. Basi, sawa. Hili ndio liliofanya kazi yote. Mi nasema nakuambia, nenda salama baba, utakapofika huko mm. Sema sasa, ndio nakusisitizia tu, ukicheza ncheza kukonyeza macho fanya hivyo bwana, sema na mimi kwa sababu nimekulea vizuri na ume sijui ifundisha ukubwani. Haya, hmm, baba nenda

Sawa sawa. Kama tulivyoongea au mm, uende kwa mamako kamtengeneze, uende kule kaishi vizuri na mamako na mimi nawe basi. Hata ukikaa kule mwenyewe unajia na sema, mimi na wazazi wangu takuja na rafiki yako, na baba yangu huyu, mama yangu huyu, basi sawa mimi mzee nan. Haya, mimi nashukuru Mungu ah, ha, lakini haya ndio maisha, kwa sababu umepata, utatuletea kwanza. Leo mimi hata kama nikikaa peke yangu, lakini najua nafarijika kidogo, kwa sababu kwa sababu angekuwa mama yako hapa, angekuwa tunakaa wenyewe tunaongea, lakini leo uniacha peke yangu, basi inabidi niende huko kwenye kahawa. Natoka haya, mwanangu, lakini yote heri, nenda salama, utapo siku sema usikose kuniletea ile simu ile, maana afadhali nikikumbuka, niki, tu Alo, mwanangu, unaishi vipi? Aa, naishi salama. Basi mimi ukua kidogo afadhali. Hizi <coughs> kuni nilikusanya ni tutupika na mwanangu, basi hizi kuni hizi kaziweka, labda mamake anaweza, anaeza kategeneza na mimi kupika. Haya, ndio itakuwa moshi unanivuga basi Sema, hizi nitaziweka, akirudi mamake anaweza kaja. Maana mwanangu kwanza anampenda, anaweza kuongea na mamake, kamlune kamlune kamlune kamlune, kaja hivi. Kwa mfano leo karudia pesa hapa, atatendelea, atasema mwanangu kashakuwa sasa. Lakini ile pikipiki ile ndio itamleta mamake hapa. Na vingine, unamwambia mwanangu usinitumie pesa mpaka aje hapa. Usimpe hela yule, atakosa kumpa kama ndugu zako. Una shida, wasaidie. Haya, mimi niko peke yangu, mwanangu. Weka, enda